Hello, hello, my bibo. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kieleweke TV guys. Don't forget to subscribe, like, comment, share, okay? Thanks so much for those who are supporting me, guys. Um, kuna kuna watu walichomwa huko Masimba huko Silolokwe e, Silolokwe e, watu watano walichomwa, hadi watoto, walichoma kila kitu, hakuna kitu yenye walihaja. Boma moja nyumba tano, hao watu walichomwa because of ni wachawi, wana, wameua watu wengi mm. So wakati isile nyumba silichomwa zilichomwa tu, hata hakuna mwenye alikuwa amelia, na ungepatwa huko unalia, unaweka ndani kwa moto. Kiangalia hapo kuna moto kari hapo, na watu wanachoma bila kuria bila kusuka. Hiyo um, familia <coughs> maybe si wote walikuwa wabaya. Uwezi niambia watu watano wote wataweza kuwa wapaya kwa hiyo familia yote, lakini wote wamechomwa, na wanasema mili yao iwezi letwa kusikwa huko, hakuna mwenye mwenye ataweza chimba hata kaburi. So hiyo mili si, si, si- sioni kama itaweza sikwa huko kwa hiyo familia, so wana kichichi wamekataa na <clears throat> sababu walichoma hiyo hizo nyumba sababu kuna kijana mmoja aliwawa aliwawa na matafari, akagongwa akachabwa na hiyo matafari na akakufa. Wakachukulia hiyo hatua, wakapeleka kwa borizi e, wakapata, hawakupata awa ene, hawakupata chochote yaani, hawakupata usaidizi wowote ene evidensi ya kuonyesha kama hiyo familia ndio ilichapa huyo kichana mwenye alichabwa na kawongo na matafali na kakufa na kafa, so <coughs> ndio maana wali <coughs> walifikiria hiyo familia ndio ilifanya hiyo kitendo, na maybe hiyo familia imesafanya vitendo vitendo kwa hiyo familia, so wakaona hiyo familia imefanya mambo mingi, wakachoma hizo nyumba na kila kitu kimeungua. Hakuna kitu chenye kimepaki kwa hiyo nyumba hata compound hakuna, so kila kitu kimechomwa, kimechomwa. So, what you think about that? Wangeacha watoto ama wangechoma, ama ni vizuri vile walichoma mpaka watoto? Juu watoto wako innocent, ya wachui chochote. Hata kama wasasi, wako, wako, ni wabaya, hata kama utaweza pata kuna kichana mbaya huko, eh, sidani wangechoma watu wote. Lakini sasa unajua watu wanakuanga na, na asira mbaya, walichoma wote hadi watoto lakini kwangu e, kama mtoto alikuwa mdogo, kama kuna mtoto alikuwa mdogo sidani kama angejoma hata sidani, juu mtoto achui chochote mtoto ni innocent. hata kama wanasemanga damu, damu ni ile ile tu damu inashika tu, lakini sasa kuna vile unachukulia e, mtoto naye, hapana mtoto, sometimes mtoto kuna ka feelings yenye unasikilia mtoto hapana, mtoto ankechoma ankeachwa tu, lakini mtu mwenye anajua chenye anafanya na, na wangekuwa na evidence juu hawana hata evidence ya kuonyesha, kama hiyo boma ndio inafanyanga hiyo mambo ya kuua ya kuua ya kuua watu. Sasa sijui kwa nini walifanya hivyo. Sijui kwa nini walifanya hivyo, but si vizuri akisi wesetu <tuhi> ati uchawi ni baya, hiyo uchawi hiyo yu kuwaua kuwaua watu si kuzuri. Si kuzuri. Si kuzuri mm. Thank you sikusure so much guys.